Je, umewahi kuhisi kuwa wewe ni tofauti na watu wengine? Labda una tabia ambazo watu wanaziona ni za ajabu, au pengine hata wewe mwenyewe unajihisi kama mtu wa ajabu, weird. Lakini vipi kama nikikwambia kuwa tabia hizo unazozichukia au unazoficha ndizo ishara kubwa zaidi kwamba una IQ ya juu sana kuliko wastani wa watu duniani? Leo tunaenda kuvunja rekodi nitakushirikisha tabia sita za ajabu ambazo sayansi ya saikolojia imethibitisha kuwa zinapatikana kwa watu wenye akili kubwa pekee. Na namba nne itakushangaza sana, maana mara nyingi watu huichukulia kama udhaifu, kumbe ni silaha yako kubwa ya kiakili. Hakikisha uondoki, maana mwishoni mwa video hii utajiona kwa jicho tofauti kabisa. Kabla hatujaanza kuchambua tabia hizi, kama wewe ni mtu unayependa kujifunza kuhusu saikolojia, mafanikio na jinsi ya kuimarisha uwezo wako wa kiakili, basi bonyeza button ya subscribe na uwashe kengele ya taarifa. Kwa kufanya hivyo, unajiunga na familia ya watu wanaotafuta maarifa kila siku. Pia nina swali kwako. Je, unajiona kuwa wewe ni mtu wa namna gani, mwenye akili ya kawaida au unahisi kuna kitu kikubwa ndani yako? Niandikie hapo chini kwenye comments, na nasoma kila comment. Tabia ya kwanza – kujisemesha peke yako, self talk. Watu wengi wakikuona unaongea peke yako barabarani au ukiwa chumbani, wanaweza kufikiri umeanza kuchanganyikiwa. Lakini tafiti kutoka chuo kikuu cha Wisconsin na Pennsylvania nchini Marekani zinasema tofauti. Watu wenye IQ kubwa hutumia self talk kama kifaa cha kupanga mawazo, organizing thoughts. Unapoongea peke yako, unasaidia ubongo wako kufanya kazi kwa haraka zaidi, unarahisisha utatuzi wa matatizo problem solving, na unaimarisha kumbukumbu. Huo sio uchizi, huo ni mfumo wa juu wa cognitive processing. Genius hapigi kelele, bali anajadiliana na nafsi yake ili kupata suluhisho la jambo gumu. Je, wewe unajikuta unafanya hivi unapokuwa na jambo gumu unalofikiria? Tabia ya pili mazingira machafu au fujo messy desk syndrome. kuna msemo unasema a clean desk is a sign of a sick mind na ingawa ni utani kuna ukweli wa kisayansi ndani yake watu wenye akili kubwa mara nyingi hawajali sana usafi wa mazingira yao ya kazi kulingana na tafiti ya kisaikolojia kutoka chuo kikuu cha Minnesota mazingira yaliyovurugika kuchochea ubunifu creativity na mawazo mapya new insights. Watu wenye akili kubwa hawapotezi muda kupanga kila kitu kwenye mstari. Akili zao ziko busy kutengeneza mifumo mipya na kutatua changamoto za dunia. Kama chumba chako au meza yako ya kazi ni fujo kila wakati, huenda akili yako inajikita kwenye vitu vya msingi zaidi kuliko kupanga mafaili. Tabia ya tatu, kuchelewa kulala night owls Je, wewe ni mchelewa kulala? Sayansi inasema watu wenye akili kubwa huwa na tabia ya kuwa na nguvu zaidi usiku wa manane kuliko asubuhi mapema. Tafiti zinaonyesha kuwa historia binadamu walikuwa wanalala giza linapoingia, lakini watu wenye akili zinazoweza kubadilika evolutionarily novel intelligence walianza kuvunja utaratibu huu na kutumia usiku kufikiri na kuvumbua. Usiku unatoa utalivu ambao akili kubwa inahitaji ili kuzama ndani ya mawazo mazito, deep work. Kama unapata mawazo mazuri saa saba usiku kuliko saa mbili asubuhi, basi hiyo ni ishara tosha ya IQ ya juu. Tabia ya nne, wasiwasi na overthinking, anxiety. Hii ndiyo tabia niliyokuambia itakushangaza. Mara nyingi tunaambiwa kuwa wasiwasi ni mbaya, lakini tafiti iliyochapishwa kwenye jarida ya Intelligence inaonyesha kuwa kuna uhusiano mkubwa kati ya verbal intelligence na tabia ya kuwa na wasiwasi au kufikiri sana, rumination. Ni kwa nini? Kwa sababu akili yenye IQ kubwa huwa na uwezo wa kuona matokeo ya baadaye, predicting future outcomes, kwa undani zaidi. Huwezi kuwa na wasiwasi kama huoni hatari inayoweza kutokea. Geniuses hufikiria kila scenario inayoweza kutokea, jambo ambalo huwafanya waonekane wanawasiwasi, lakini kiukweli ni akili yako inafanya risk assessment ya hali ya juu. Tabia ya tano: kupenda kuwa peke yako solitude. Watu wengi hudhani kuwa wenye akili kubwa ni watu wenye majivuno kwa sababu hawapendi mikusanyiko ya watu wengi lakini ukweli ni the savanna theory of happiness. Watu wenye IQ kubwa hupata kuridhika kidogo, lower life satisfaction, wanapokuwa kwenye miingiliano ya kijamii ya mara kwa mara. Hii ni kwa sababu akili zao ziko long term goal oriented. Wakati wengine wanafurahia small talk na udatu, mtu mwenye akili kubwa huhisi anapoteza muda ambao angeweza kuutumia kusoma, kutatua problemu au kutafakari jambo la msingi. Upweke kwao sio huzuni, bali ni recharging station. Tabia ya sita: udadisi uliopitisa, insatiable curiosity Albert Einstein aliwahi kusema, sina kipaji cha pekee, nina udadisi wa kupitisa tu. Watu wenye akili kubwa huwa na curiosity quotient QC ya juu. Hawakabili majibu ya juu juu, wanataka kujua kwa nini kitu kiko hivi. Hii ndiyo tabia inayowafanya waendelee kujifunza maisha yao lote, lifelong learners. Kama wewe ni mtu ambaye unaweza kupoteza saa tatu Google ukitafuta jinsi nyota zinavyotengenezwa au jinsi uchumi wa nchi fulani ulivyoporomoka, hata kama haikusaidii kwenye kazi yako sasa, basi hiyo ni ishara ya akili inayotafuta maarifa bila kuchoka. Kumbuka kuwa na tabia hizi haikumaanisha wewe ni bora kuliko wengine bali inamaanisha ubongo wako umeundwa kwa namna ya kipekee ili kufanya mambo makubwa. Swali langu kwako, kati ya hizi tabia sita ni ngapi unazo? Niambie kwenye comments. Mimi ni nne, nataka kuona wewe unazo ngapi. Kama umeipenda video hii, pafadhali like na share na rafiki yako ambaye unahisi ni genius, lakini anajificha. Na kama bado hujasubscribe, huu ndio muda wako, bonyeza hiyo button sasa hivi. Hii ni Fikra Chanya, asante kwa kutazama na tukutane kwenye video inayokuja. Kumbuka, Akili yako ni rasilimali yako kubwa. Itumie vizuri.